Vijana ni nguzo ya mabadiliko ya kidijitali, lakini vilevile kupitia kampuni changa za TEHAMA au ICT startups vijana wetu wanayo fursa kubwa ya kujiajiri badala ya kutegemea kuajiriwa. Kama serikali tutaendelea kuweka mazingira wezeshi ya kisera, ya kibiashara, ya kifedha pamoja na kitaasisi ili kuchochea uvumbuzi unaojenga ajira na kujitegemea kwa taifa. Ni malengo yetu kama serikali kwamba kundi hili liendelee kutambulika, liendelezwe na liungwe mkono kwenye kuboresha ubunifu wao. Naamini pia mtakumbuka katika ahadi za siku mia moja alizozitoa mheshimiwa rais Dkt. Samia Suluhu Hassan alipokuwa akigombea kiti cha urais, aliahidi ndani ya siku mia moja utawekwa utaratibu mzuri kwa ajili ya kusaidia kampuni changa. Nipende kuhakikishia zoezi hilo linaendelea na naamini itakapofika utekelezaji wa siku hizo mia moja mtaweza kupata taarifa kamili ya utekelezaji na taratibu zilivyowekwa. Ndugu zangu washiriki, tafiti jumuishi za TEHAMA ni muhimu sana katika kubaini mahitaji halisi ya jamii, lakini pia katika kuhakikisha kwamba teknolojia inaendelea kuwa chombo cha suluhisho na si kuwa mzigo kwa watu wetu. Kwa upande wa sekta ya TEHAMA kama serikali tunaendelea kukamilisha mkakati wa kuwezesha bunifu pamoja na tafiti za TEHAMA, na tutaendelea kushirikiana na wadau wote, zikiwemo kampuni changa na washirika wa maendeleo, katika kukuza tafiti na bunifu ambazo zitakuwa na athari chanya na za kijamii. Na tuliposema yale katika kusaidia kampuni changa kwa vijana, vilevile vile kwa upande wa wanawake, na wenyewe tutaendelea kujenga uwezo wao.